Nchini Tanzania mazoezi yao ya kupasha ama kupooza na kupasha mwili wao ikiwa nafanyika pale katika uwanja wanja wamoja Jenerali Samuel pale Mbweni. Sasa kwa nini walichagua kufanya mazoezi yao huko? animajibi yake kayapata ndani ya dakika tisini za hapo kesho. Haya ni mazoezi kukamisho kasababu ya bayohii napikiak chini siku moja kabla ya kuja, waliposti kupitia mitandao yao ya kijamii kama vile Instagram, waliposti wakisema kwamba kuna furai kukutana tena na mashabiki

Simba katika uwanja huu na moja kati ya historia nzuri Simba ni kutokana na ile historia ambayo alipata kutoka kwenye klabu ya Horoya, mchezo walikuwa wanahitaji mchezo ukahitajika wauroya kuingia kwenye mfumo wakawachapa hapa hapa kwenye dimba hiyo hio nabinta inekapa gori saba kwa sifuri. Sasa kesho ni moja kati ya mchezo ambao wanauhitaji kabisa kwagudi, na uvumba waweze kupata walau magori matatu kwa sifuri ama magori manne kwa moja ama magori matano kwa moja yani pimo ni kuanzia goli tatu kwa sifuri kwenda mbele, mnyama Simba anasimbia meza, akenda hatua ya nusu fainali, hatua ambayo Simba Sports Club amekuwa akitafuta kwa miaka mingi sana. Nikukumbusha kuku mbayo takriban robo fainali sita za klabu bingwa pamoja na Kombe la Shirikisho barani Afrika haja hajakuwa da kuelekea hatua ya nusu fainali, kiachana na historia zilizotoka huko nyuma za miaka ya elfu mbili na ngapi huko pini, miaka ya tisini na tatu huko kiachana hizo historia, ni kwamba Mnyama Simba Sports Club toka miaka ya elfu mbili ndio mnyama Simba hajatinga e, kuwa ya nusu kwa kwa hiyo uh, tunaweza uh, kushuhudia um, kesho na Simba kutinga kuwa ya nusu fainali mchano ya kafu ama mambo yatakuaje haya ni mazoezi ya mwisho ya klabu ya Al Masry uh, kutokea pale nchini uh, uh, Misri mm. haya ni mazoezi ya mwisho ma, na hapo kua nakipitisha tu kwenye a uh, tofauti kiwa unafanyika pale katika uwanja moja Jelbali Mesamee pale Mbweni. Sasa kwa nini walikagua na kufanya mazoezi yao huko? Aani majidi yake kayapata ndani ya dakika isili za hafo kesho. Hayi ni mzoezi ukamisho akiklabu ya Almasiri ambayo ako siku moja kabla ya kuja waliposti kupitia mitandao yao ya kijamii, tuna e, Instagram, waliposti wakisema kwamba tunafurahi e, kukutana tena na mashabiki wa Yanga je so, e, mapokezi ya mashabiki hao ambao waliwataja kwamba wamefurahi kukutana nao waliyapata ama wamekusiwa, e, Misri hii

Simba wao hawataki kuona hicho kikitokea mbele yao kwa sababu wana historia nzuri na uwanja wa Benjamin Mkapa, kushinda katika uwanja huu, na moja kati ya historia nzuri Simba ni kutokana na ile historia ambayo alipata kutoka kwenye klabu ya Oroya. Mchezo alikuwa anahitaji mchezo kaitajika na wa Oroya kuingia kwenye mfumo kwa hapa hapa hapa kwenye dimba hili hili na dimba ni hapa, ni saba kwa sifuri. Sasa kesho ni moja kati ya mchezo ambao wanauhitaji kabisa kwa udi na uvumba kuweza kupata walau magoli matatu kwa sifuri ama magoli manne kwa moja ama magoli matano kwa moja ni kuanzia goli tatu kwa sifuri kwenda mbele, mnyama Simba anaimbia meza na kwenda hatua ya nusu fainali, hatua ambayo Simba Sport Club wamekuwa wakitafuta kwa miaka mingi sana. Nikumbuke tu kwamba takriban robo fainali sita za klabu bingwa pamoja na kundi la shirikisho barani Afrika, Simba Sport Club hajafua dafu kuelekea hatua ya nusu fainali, ukiachana na historia zilizotoka huko nyuma Elfu mbili na ngapi huko, miaka ya tisini na tatu huko, achana hizo storia, ni kwamba mnyama Simba sports klabu toka miaka ya elfu mbili ingie, mnyama Simba hajapinda ya nusu fainali hiyo. Tunaweza kushuhudia kesho mnyama Simba kupinda pia nusu fainali michuano ya kafu, ama mambo yatakuaje? Haya ni mazoezi ya mwisho ya klabu ya, eh, Al Masry, ya pale nchini, eh, pali jini eh, Misri mm. Haimigezia muso na hapo nilikuwa nakupitisha tu kwenye detail eh, tofauti